Habari haleo, nitakuletea matunda bora kwa mtu mwenye changamoto ya bawasiri, na matunda haya inabidi yawe na nyuzinyuzi nyuzi, ili yasaidie kulainisha chakula mara nyingi, namna mojawapo ya kuondokana na bawasiri. Cha kwanza, hakikisha auruhusu kupata choo kigumu. Sasa ukitumia matunda haya ni mazuri sana, yatakusaidia kupata choo laini. Atunda namba moja, hakikisha unapata unatumia, una tikiti maji. Tikiti maji lina maji mengi sana, kwa hiyo litakufanya usipate choo kigumu. Namba mbili, atumia parachichi na papai, yatakusaidia vizuri, yana nyuzi nyuzi. Namba tatu, hakikisha uh, unatumia uh, ndizi mbivu. Ndizi mbivu ni nzuri, itakusaidia pia kupata a, uh, choo kilaini. Kunywa maji ya kutosha. Hapa wengi watu tunafeli feri maji ya kutosha ni hatari kwa afya yako, lakini pia usiache kutumia epo, itakusaidia kuweza. Uh, ina nyuzinyuzi news news, itakurahisia kupata choo. Tuambie hapo ni matunda gani ambayo ukiyatumia yanakuasili, lakini pia mengine ukiyatumia unapata nafuu.